Mkaihubiri injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. E, enendeni mkaubiri injili kwa kila nini kiumbe. Kila kiumbe aaminie na kubatizwa atafanyaje? Ataokoka na asiyeamini atahukumiwa. Hiyo imemalizika sasa, lakini point iko hivi wote, ilo agizo la kila mtu, enendeni mkaubiri Enendeni mkaihubiri injili. Injili ni nini? Kitabu kile cha Warumi sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka watatu, kimbia lakalaka. Warumi sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi watatu, nasema ndiyo. Paulo mtumwa wa Yesu Kristo, Paulo mtumwa wa Yesu Kristo aliyeitwa kuwa mtume, ndiyo, na kutengwa ayubili injili ya Mungu, na kutengwa ayubili injili ya Mungu. Ehe ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu. Ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa nini? Kwa mitume wake katika maandiko matakatifu, kwa mitume wake katika maandiko matakatifu. Kwa maana injili iko ishaahidiwa. Bwana asifiwe, amina. Ehe, sasa ehe, endelea. Yani, yani habari za mwanawe, yaani habari za mwanawe Aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya nini? Ya mwili. Aya, injili ni nini? Sijibu liko hapo. Lipo. Jeradi ya nini? Tumesoma andiko hapo nataka, nataka the way andiko lime describe. Eh? Habari za mwanawe Yesu Kristo. Kumbe injili ni habari za mwanawe Yesu Kristo. Kwa ina maana wewe ukiongea uki habari za mwana wa Mungu unahubiri nini? Injili. Injili. Hallelujah. Amen. Hiyo ndio maana ya injili, kwamba enendeni mkahubiri nini? Injili kwa kila kiumbe. Kwa kwenda kuna kuihubiri injili kwa kila kiumbe unahubiri nini? Habari za mwanawe. Habari za mwanao. Alafu, hiyo injili amekwisha kuyaahidi kwa vinywa vya manabii, ambayo imeandikwa katika maandiko matakatifu. Hebu soma maandiko haya. Petro wa kwanza moja kumi inasema, inasemaje katika habari za wokovu, katika habari hii za wokovu? Uh, uh huo e, manabii walitafutatafuta walitafuta, manabii walitafutatafuta na kuchunguza chunguza, ndio ambao walitabiri habari za neema uh -huh. itakayowafikia ninyi. Endelea, wakatafuta ni wakati upi mm. na wakati wa namna gani mm. ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakaokuwapo baada ya hayo. Bwana asifiwe. Kwa maana manabii wote wakiwa, walikuwa na roho nani? Wa Kristo. Kwa hiyo waliandika habari za injili, kwa Mungu alikuwa miahidi ya injili. Ni habari za nani? Za mwanawe. Haleluya! wale mwa, walimhubiri wakaandika habari za mwana wa Mungu kwa mafumbo au kwa namna yote ambayo Mungu amewatuma. Sasa hiyo Injili kaja ikadhihirishwa. Mpaka leo sababu kwamba ni amhubiri Injili. Amhubiri Injili si masiyo kitu, eh? Amhubiri ni Injili. Tunaambiwa hivi tuhubiri Injili. Na Injili haipo imepotea. Lakini watu wanaamini Injili ni ile kwamba katika jina la Yesu pepo toka, si ndio eh? Ehe. Kwamba mnahubiri nini? Mnaangushana. Kumbe kuhubiri Injili ni kuongea habari za mwanawe. Sasa kuongea habari za mwanawe si kuongea katika mimbari kama hivi tu. Ni maana ni kuyaongea, kumuongea mwana, mwana wa Mungu katika maisha ni the way of life ya Mkristo, kuongea habari za mwana wa Mungu. Kwa hiyo unakuwa unahubiri habari njema. Sasa kitu kimoja ambacho kinavyozihirishwa e, na hiyo injili kwamba inavyozihirishwa, malaika alisemaje? Hebu soma maandiko haya, Luka moja Luka sura ya pili mstari ule wa kumi na wa kumi na moja kumi na kumi na moja nasema ndio. Malaika akamwambia ndio, msiogope, usiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema, kwa kuwa mimi nawaletea habari njema ya furaha kuu, ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote, itakayokuwa kwa watu wote. Jamani, naomba tusikie kidogo hapa. Hebu rudia andiko hilo tena, eh, malaika akamwambia msiogope, malaika akawambia msiogope. Hapa Msio nawambia wachungaji eh? kumbuka wachungaji hao si wachungaji kwa maana kama mimi hivi, walikuwa ni wachunga kondoo, shefadi Ehe, watu wanyenyekevu tu, sababu wakati malaika anatangaza akisoma kwenye, alipita kwa viongozi wa dini Israeli nzima walikuwa wamefanyaje? Wamelala. Hakuna mtu ambaye iko tayari kusoma maandiko na kutafakari. Ni wachungaji tu walikuwa wakichunga na kusoma maandiko. Soma maandiko hayo inaendelea kwa e, malaika akamwambia, msiogope, ndio kwa maana mimi nawaletea habari njema ya furaha kuu mm, itakayokuwa kwa watu wote. Ni habari njema It, eh, ambayo itakuwa furaha kuu kwa watu wote saa kumi na moja mm -hmm. maana leo katika mji wa Daudi, maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu nani? Mwokozi ndiye Kristo Bwana, mwokozi ndiye Kristo Bwana, haleluya! Kwa maana Injili kwanza, mhubiri wa kwanza Injili ni malaika ndiyo. Pa tunawambia kwamba kama kuna malaika mwingine atawaletea habari kinyume cha hiki na alaaniwe. Tutasoma ile maandiko baadaye. Sasa kumbe malaika anatangaza kwamba leo katika mji wa Daudi amezaliwa nani? Mwokozi, mwokozi ndiye Kristo Bwana, haleluya. sasa lakini katika tangulizi la maandiko mstari wa kumi anasema kwamba hiyo habari itakuwa furaha kwa watu wote. Sasa unem... hebu soma mstari ule wa, wa, wa kumi na mbili hapa katika Luka. Sawa, ehe. Kumi na mbili inasema nasemaje? na hii ndiyo ishara kwenu, na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, ndiyo amelala katika oli la kulia ng'ombe. mm -hmm. Mara walipokuwa pamoja na huyo malaika, wingi wa jeshi la mbinguni wakamsifu Mungu na kusema, wingi wa jeshi la mbinguni wakasemaje? atukuze Mungu juu mbinguni, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani, duniani iwe amani kwa watu aliyowaridhia, na duniani iwe amani kwa watu walio aliyowaridhia. Bwana asifiwe, amen. Ina maana hii gospel injili ya Kristo inapokuja mtu akiipokea, mtu akifanyaje? Ipokea, anakuwa na nini? Amani. na amani. Haleluya, amen. Anasema kwamba unaweza ukaangalia dunia uka op, lakini kama una una injili ya Kristo, habari za mwanawe, unakuwa na nini? Natumaini sawa sawa, amen. Angalia kitu kimoja, wingi, hatujui ni wangapi lakini naamini walikuwa ni majeshi mengi Sa. Wingi wa jeshi la nini? La mbinguni, kwamba mwana wa Mungu amezaliwa. Ndio habari njema, itakuya kuwa furaha kwa watu wote. atukuze Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu wa nini? aliowalizia. Kwa maana kuna watu ambao leo hajaliziwa na nani? Na Mungu. Mtu ambaye hajaliziwa na Mungu ni yule ambaye anamkataa Yesu kwa mwana wa Mungu moja Yoana Mtakatifu, sura ile ya tatu, mstari wa wa kumi na saba na wa kumi na nane Kimbia kumi na saba wa kumi na nane nasema nasemaje: kwa maana Mungu akumtuma mwanawe ulimwenguni, maana Mungu akumtuma mwanawe ulimwenguni ili ya hukumu ulimwengu, ili ya hukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye, bali ulimwengu uokolewe katika yeye Ehe amwaminie yeye amwaminie yeye hahukumiwi hahukumiwi. Asiyemwamini mm, amekwisha hukumiwa, amekwisha kuhukumiwa. Kwa nini? Kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu, kwa sababu akuliamini jina pekee la mwana wa nini, wa Mungu. Rafiki zangu o mekuja sasa hivi, tumeona kwamba injili ni habari za mwana wa nani? Kwa Mungu. Hiyo ndiyo maana injili habari za nani? Kwa maana yule mtu mwenye aliyorihisiwa na Mungu mwenye amani ndani yake, ni yule ambaye anamwamini Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu, si kuamini kwa maana Yesu ni mwana wa Mungu yatosha, ah, kuamini kazi alizozifanya.